Tunaongozwa na neno la Mungu toka injili ya Luka mtakatifu sura ile ya kumi na tisa mstari wa kwanza hadi wa kumi. Injili ya Luka mtakatifu kumi na tisa mstari wa kwanza hadi wa kumi, maneno ya Mungu yameandikwa hivi. Ni habari za Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwepo duniani. Naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake, na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu apate kumuona kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Naye Yesu alipofika mahali pale alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye zambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa masikini na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara nne. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani mwako, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Tuombe. Tunakushukuru Baba Mungu mtakatifu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mwenye rehema, mwenye huruma na upendo unayewapenda watu wa aina zote, hubagui ni watu wa namna gani, hata wenye dhambi unawasikiliza shida zao. Asante kwa jumapili ya leo, nasi tumekuja mahali hapa tukutane na wewe ambaye amechukua hatua ya kutoka malangoni mwake na kuja mahali hapa, tufundishe yale yatupasayo kutenda siku hii ya leo. Baba, ninaikabidhi kazi hii ambayo Mungu umetupa kwa siku hii ya leo, ya kulisikia neno lako la ukuu, ikae mioyoni mwetu tuliokusanyika mahali hapa. Neno lako lisipite bule, likawe msaada katika maisha yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru, amen. Bwana Yesu asifiwe! Mwana kondoo ameshinda! Kama neno hili ni geni kwako, naomba unyoshe mkono kama hujawahi kulisikia. Sijaona mkono. Kila mmoja amefanya nini? Amelisikia. Siyo neno geni kwetu, ni habari za bwana wetu Yesu Kristo. Anadhihirisha kabisa, amekuja duniani kufanya nini? Anatoa wazo kabisa kwamba Lengo lake la kuja hapa duniani ni kufanya nini? Sio kupata riziki ya kula, sio kwamba nakuja kujionyesha sura yake. Amekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Unajua kitu kikipotea, watu wanahangaika kutafuta kwa shida. Kwa mfano, siku moja kwamba kwetu sisi tulikuwaga wafugaji na wazazi wetu walikuwa na utaratibu kila mwisho wa mwaka, kama miezi hii, alikuwa anafuga kondoo au bebelu kwa ajili ya kusherekea sikukuu ya Christmas. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati huo anapomwandaa huyo kondoo, kila mtu anajua kwa Christmas tutakula nyama. Sasa achana sasa na tabia ambayo kondoo walikuwa nayo. Ikikaribia siku mnapowapeleka mlimani anapotea. anapotea. Kwa hiyo tulikuwa tunapata shida ya kuanza kumsaka na kumtafuta mahali alikoenda. Kupekua vijiji hadi vijiji unatafuta kondoo aliyepotea. Bahati mbaya sana kama liliwa na wanyama. Inakuwa hasala na sherehe inaharibika. Lakini Yesu anatangaza kabisa siku hii ya leo kwamba amekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Ni kitu gani ambacho kimep ni hela au ni nini? Bibilia inasema kabisa kwamba alipokuwa akipita, sasa ndio habari yenyewe inaanza katika ule mstari wa kwanza. Anasema naye alipo in, alipo ingia Yeriko. Yeriko ulikuwa ni mji mkubwa, sio Yeriko ya hapa Ibaba. Ni kijiji kidogo sana kiko pembeni, lakini Yeriko ile ilikuwa kubwa tuilinganishe na mji gani katika nchi yetu? Huenda tukalinganisha na Dar es Salaam au Dodoma. Biblia inasema kabisa kwamba palikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa mtoza ushuru, ambaye alikuwa anafanya kazi, kama ni jiji la Dar es Salaam, alikuwa anakaa forozani, karibu na bahari. Magari yote unayoyaona hela zinaa mkononi mwake. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni mtu mashuhuri alikuwa ni ajili wa hela nyingi, lakini Biblia inasema, ukisoma katika kitabu hiki hiki cha Luka ukirudi nyuma katika ule sura ya kumi na nane ile mstari wa kumi na nane kuna mambo ya na mambo hayo yalikuwa yamekwishailika kwa watu wengine kwamba hawataki kuingia katika ufalme wa Mungu ni pale ambapo Yesu alikutana na tajiri ambaye alikuwa na mingi sijajua kama izidi kuliko za yule Zakayo yeye ali, Yesu alichukua hatua akamfuata Yesu, akasema mwalimu, nifanye nini nipate ulizi uzima wa milele pamoja na mali nilizo nazo? Yesu akamwambia kauze ulivyo navyo, uwape maskini. Pale ndipo ugonjwa uliingia yeye, yule tajiri akakata tamaa akarudi nyumbani kwake, akarudi bila neno, akaingia ibadani, akatoka pakavu, akarudi nyumbani kwake, akasema mbinguni wataenda wachache, kwa sababu alikuwa na mali. Ndipo Yesu akathibitisha akasema, ni bora ngamia kupenya tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Watu wote kwenye ibada wakashangilia, wakasema matajiri tulio nao kwenye ibada mbinguni kumewashinda. Bwana Yesu asifiwe! Ndipo neno la leo linamtoa tajiri ambaye alikuwa na hamu Biblia inasema kwamba alikuwa amejiandaa maishani mwake, akasikia habari za Yesu, akafunga safari, akataka akutane naye, akutane na Yesu, maana alijua nguvu za Yesu. Akafunga safari kwenda kumwona, lakini Biblia inasema kwamba alikuwa ni mfupi, alishindwa kumwona Yesu kwa sababu ya umati wa watu, awe mbilikimu watakutesha kwagawandu wakushigiisatihisinu kati apotu hata kumuona na ajuma akaamua, nifanye nini? Lakini moyoni anataka kumuona Yesu. Alijua. Alijua barabara Yesu anayopita, alijua mazingira ambayo Yesu anapatikana, kama wewe unavyojua ulivyoondoka nyumbani kwako umekuja mahali hapa, unajua kabisa kwamba Yesu anapatikana hapa. Unajua hakuna ambaye amekuja bure. Anajua kabisa kwamba Yesu yupo mahali hapa anapatikana. Na yeye alijua njia anayoipitia Yesu, akakimbia mbele akapanda kwenye mkuyu. Biblia inasema kwamba alipanda kwenye mkuyu. Shida ya kupanda kwenye mkuyu, mtu mnene na kitambi. Alikuwa na kitambi. Ukiwa na pesa unafikiri kitambi kinagoma kinakata kinakataa kama huna ukiwa na hela kitambi kinakubalika, hata kilo zinaongezeka mwilini. Akapanda juu ya mti, shida ni kumwona Yesu. Shida yake kubwa ilikuwa akutane na Yesu, na huku watu wamemkatia tamaa, wanasema anajisumbua, hata amuone Yesu. Matajiri mbinguni kwenda haiwezekani. Ndivyo ilivyo, wamekukatia tamaa humu ndani, hata wakikuona nazungumza na mtepu na mchungaji, kwangalani chomala jachilahokumwanya chigarukiti. Wamekukatia tamaa kama walivyomkatia Zakayo, lakini yeye alijipa sababu ndani ya moyo wake. Alitamani kwamba nataktane na Yesu. Ndio shida aliyokuwa nayo, iondoa hacha na utajiri niliomaya, lakini shida kubwa, nataka nimuone Yesu. Biblia inasema Yesu alipopita mahali pale, alipoangalia juu ya mti, alimuona Zakayo, alimuona mtu mkubwa amepalamia kwenye mti, amekodoa macho kama kitu kimetumbukia kwenye chungu cha maji, kama panya aliyekamatwa kwenye mtego, anamkodolea maji. Akamwambia, nimekuona, shida yako naifahamu, shuka upesi, leo ninataka kushinda nyumbani mwako. Yesu akikubaliana na wee, ukimtafuta kwa hali na mali, ukimtafuta kwa jasho, ukijitoa moyo wako kwamba namtaka Yesu anakuja nyumbani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Anakubali kukaribisha kwako, achana na wale ndugu zako wakucheke, lakini Yesu yuko tayari kushinda nyumbani mwako ukimkaribisha. Zakayo alishuka. Unajua, watu wameliilia neno hili kama mzaha. Kushuka, wanafikiri ni kushuka kwenye mtu kujishusha kujivua mamlaka uliokuwa nayo alijivua utu wake akashusha thamani akasema, yeye karibu nyumbani. Na, watu walishanga, okay, huyu anajisumbua tu, tunajua matajiri ni bora, ngamia penye tundu la sindano, huyu Zakayo ataendaje mbinguni? Alipofika nyumbani kwake akamkaribisha Yesu. Yesu alipoingia ndani ya maisha yake akabadilisha mfumo akabadilisha mambo, yakageuka yakageuka. Kama alimnyang'anya mtu kwa hila kitu anamrudishia. Ni wangapi wamefanya hayo? Ni wangapi wamejitahidi kufanya mambo kama hayo ili wafanikiwe. Siku moja tulikuwa tuna semina yetu hapa na wageni wetu wa wakindai sasa nikampokea tukampokea yule mgeni wetu aliyetokaga Ujerumani. Mzungu akasimama hapa akashuhudia, akasema, mimi nilipokuwa kijana, wazazi wangu hawakujua, nilikuwa mwizi wa kupindukia. Nilikuwa naenda kuiba kwenye maduka ya watu, naweka vitu getoni kwangu. Lakini akasema, siku ya kumpokea Yesu katika maisha yangu niliamua kwenda kurudisha vile nilivyoiba, nikaona hata wanifunge, na afu nifungwe, lakini niseme ukweli ili nipone. Bwana Yesu asifiwe! Alifanya hivyo, wazazi wake wakawa wanashangaa, mwana witu yoyo tabia alinayo ngawayimenyerum. Yesu akikukamata Zakayo, alipokamatwa na Yesu, alibadilishwa mambo, akawalipa watu akawa tayari kuingia katika ufalme. Hakuna kinachoshindikana mbele za Bwana kama unania kabisa. Umechukua hatua kutoka nyumbani mwako kuja mahali hapa, hujaja bure, umekuja kukutana na Yesu. Mpe Yesu maisha yako ili ayatawale. Mkaribishe Yesu nyumbani kwako ili awe kiongozi. Watu wengine wamemwacha Yesu humu humu kanisani, anarudi nyumbani, amemwacha Yesu hapa hapa. Amempokea, lakini anamwacha hapa, nyumbani haweza kumkaribisha. Hebu jishushe mbele za Bwana, mkaribishe Yesu katika roho na kweli, awe mwokozi wa maisha yako. Zakayo badilika, aliyekuwa amekusudiwa kwamba mbinguni haendi, kikageuka kibao, akawa wa kwanza kuingia katika ufalme. Watu wanaweza wakakukatia tamaa. Lakini Mungu hajakusahau. Ndio maana Yesu anasema, nimekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Wewe ndiye uliyepotea. Hebu kubali Yesu awe Mwokozi wa maisha yako. Mungu akubariki na Bwana